Mwalimu wa michezo wa shule ya Kwashe eneo bunge la Jomvu, Jacob Chulu, ametaka viongozi mashinani kusogeza sapoti zao kwa mchezo wa mikono yani handball, sawa na michezo mingine mashinani. Jacob ameongea haya kwenye game ya kirafiki na vijana wa Green Winners katika uwanja wa shule ya msingi ya Kipevu eneo bunge la Changamwe. Aidha, Jacob amepongeza mwalimu mkuu wa shule ya Kwashe Biki Bibi Masudi kwa kumbatia mchezo huo shuleni humo na kusema kwamba timu hiyo ilifanya vizuri muhula uliopita. Sababu saa hii tuko na changamoto nyingi sana ha, hata huku mtaani kuna changamoto za aina nyingi. Watoto sasa wanaingia kwa madawa ya kulevya, sasa kuna mimba za mapema, kuna shida nyingi sana huku mtaani na ni vizuri mtoto ukamchukua ukamguide, so najaribu kuwapatia guidance ya kimaisha na pia ya kimichezo, na natumia michezo kama nguzo ya kuwapatia mwelekeo mwelekeo mzuri. So hapa tuko na wasichana na hawa wasichana unaoona hapa wenye wanacheza sahihi walikuwa itamtu muona wa pili uliopita wasichana wenye walifika mpaka regionals. Mkufunzi wa timu hiyo Brian Ochoga amesema kwamba sapoti inahitajika kwa kuwasaidia watoto kutojiingiza katika mambo maovu katika jamii. Kwa upande wake mkufunzi wa Green Winners, Chief Nyawa amehimiza viongozi kutoka eneo hilo kuweza kusimama na timu hiyo ambayo inapitia changamoto nyingi, ukosefu wa vifaa, so ni vizuri sana kusupport michezo hasa kwa hawa watoto ambao ni wadogo, manake pia inawasaidia kutokuwa na time ya kufanya mambo mabaya mabaya. But then the problem challenge yetu tukonayo ni kwamba viongozi wetu wanaegemea upande wa football sana, wanasahau kwamba handball pia ni game yenye watu wanaweza wakaenjoy. So if they can come at the ground na watu support, itakuwa vizuri kwetu pale ambapo tumetoka, kusema kweli, support ni sisi wenyewe tunajisupport na team, all finances ni sisi wenyewe mimi. Alafu niko na mwenzangu ambaye tuko wawili tu ndio wenye tuna support team, na niseme tu from A to Z ni sisi. So hatuna support kutoka kwa mtu yoyote, ambao tungependa sana, au watu waje watusupport pia sisi, because handball pia inaleta watu together, na pia ni game ambayo pia inasaidia watoto. it's a game. so viongozi wetu waanze kuiona kama game nzuri ambayo inasaidia watoto, na itakuwa vizuri sana. ningependa iende kwa viongozi wangu MC MP Gavana, kwa magavana wetu pia mtusaidie sana, mtushike yes, mkono MC wetu MP Gavana kwa sababu tufanye nini kuinua timu hizi, vifaa ambao tuna lack na tuna lack kwa sababu hatuna ufadhili. Ingekuwa na ufadhili, tungekuwa hapa. Sasa tungependa mtusaidie sana, our MCA our MP our governor na wale wengineo, mjapopata meseji hii ama maongezi haya, tafadhalini sana, tunawaomba mtusaidie. Asanteni sana. Nikiripotia Benvin TV michezo, mimi ni Hassan Pojo.